taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Karibuu katika chaneli ya pale Roger Kiwango. Leo ni sikukuu ya kutabarukiwa basilika ya Letrani. Kwa Kumu, mujibu wa mapokeo ya kanisa, katika siku ya leo hukumbukwa siku ya kutabarukiwa kanisa lilojengwa Konstantini katika Laterani naye huadhimishwa kama sikukuu tangu karne ya 12. Hapo awali ilikuwa ikiadhimishwa katika jiji la Roma tu. Baadaye maadhimisho hayo kwa heshima ya basilika hili ambalo linaitwa mama wa makanisa yote ya jiji la Roma na ulimwengu yalienezwa kwa kanisa lote zima lenye riti ya Kiroma kama ishara ya upendo na umoja kwa ukuru wa Mtakatifu Petro na kanisa la Roma ambalo Mtakatifu Ignasi wa Antiokia alivyoandika linaongoza makanisa yote katika mapendo. Leo tunaposherekea kutabarukiwa huko kwa basilika la Letran, tunaanza kama kanisa la Yerusalemu. Walikuja watu kutoka sehemu tofauti tofauti wakiwa na lengo la kubadilisha fedha yao na katika kubadilisha fedha yao kulikuwa na maneno mengi. Katika kubadilisha fedha yao watu wengi walikuwa wanazungumza lugha tofauti tofauti. Katika kubadilisha fedha yao tunaambiwa kwamba walikuwa, watu waliokuwa wanakuja basi walikuwa wanakuja wakiwa wanauza na wengine wananunua wanyama kwa ajili ya kufanya matambiko yao na ilikuwa ndo lengo la kubwa kwa ajili ya kufanya ibada zao. Na tunaambiwa kwamba watu waliokuwa wanakuja na walikuwa wanaingia, kila mmoja alikuwa anafanya yake anazungumza yake. Sasa kulikuwa hakuna ukim, ukimya katika kanisa hiyo, katika kusali na kujizatiti katika kumtumikia Mwenyezi Mungu, kuweza kusali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na tunajua kwamba kanisa ni sehemu takatifu, ni sehemu takatifu ambayo tunamkuta Yesu akiwa katika tabernakulo. Ni sehemu ambayo tunakutanika tuna, tuna, tuna, kama familia ya Kikristo ki katika kusali eh, eh, kumwabudu Mwenyezi Mungu kumshukuru Mwenyezi Mungu kujitakatifuza na kuabudu. Na hii ndo kanisa, hii ndo wajibu wetu, kila mmoja wetu kuiki, ku, kulikinga eh, ku, ku, kujikinga kutofanya fujo sehemu kama hizo, kwa sababu ni sehemu ambazo ni sehemu ambayo